Katibu mkuu wa Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini amefanya utambulisho wa mchungaji wa mtaa wa Ruanda ambaye ameanza kazi katika mtaa huo ikiwa ni mabadiliko yaliyotokana na kikao cha tano cha uchaguzi wa viongozi watakaoliongoza wa kanisa kwa kipindi cha miaka mitano. Akizungumza mara baada ya kuhitimisha zoezi la kumtambulisha, Katibu wa Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini mchungaji Lupakisyo Mwakasweswe amewahimiza washiriki kumpatia ushirikiano wa huku wakidumisha umoja baina yao ili kutimiza azma ya utume kwa kanisa. Siku ya leo katika kanisa hili la Mbeya kati mtaa wa Ruanda huu tumekuwa na siku ya pekee ya kumsimika mchungaji Meshack Zilakwega, mchungaji ambaye amefika kama mgeni kuwa mchungaji katika mtaa huu. Tumebarikiwa sana katika uwepo wake pamoja na familia yake. Tunawaomba waumini tumuunge mkono, tumshike mkono, tuwe na umoja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Katika miaka hii mitano tunategemea kuona mlipuko wa injili tukitegemeza kazi ya Bwana, tukiingia katika kufanya kazi ya Mungu. Kama ambavyo neno la leo limetu ongoza kwamba ni nani atakayekaa katika kilima cha Mungu ni mtu yule ambaye anaenda kwa unyenyekevu. Liwe lengo letu waumini, katika uh, konferensi hii na mahali pengine popote ambapo mnatazama siku ya leo, lengo letu ni kwamba Yesu Kristo anakuja, tujiandae. Naye mchungaji anayeanza kazi katika mtaa huo Meshack Jackson Zilakwega akieleza ramani na dira ya utume kwa kipindi atakachofanya kazi katika mtaa huo amesema jukumu lake kubwa ni kuwasogeza karibu zaidi na Mungu, huku akiomba ushirikiano kutoka kwa washiriki. Nimejaribu kuwaonyesha ni nini ambacho tunapaswa kufanya, nini ambacho hatupaswi kufanya, ili kusudi hatimaye tuweze kupata nafasi ya kuokolewa na nimewaomba wanipatie ushirikiano kama walivyoahidi kunipatia ushirikiano, kwa yeyote atakayenipatia ushirikiano kama walivyoahidi. Kusudi la uwepo wangu katika mtaa huu ni kuwaotoa mahali walipo na kuwafikisha mahali Kristo walipo, ambapo hatimaye wote tutapata uzima wa milele aidha akizungumza kwa niaba ya washiriki, mzee wa kanisa Fred Bingibosa amesema wamefurahi kumpokea mchungaji tayari kuanza kazi na kwamba watajitahidi kumpatia ushirikiano kwa hali na mali ili kufanikisha kazi ya utume. Sisi tunashukuru sana kwa kumpata mchungaji ambaye tunaamini kwamba kwa sababu tuna imani kwamba ametumwa na Mungu, na hivyo tutatoa ushirikiano kwake ili kukamilisha utume wa kazi ya injili iliyoko katika kitabu chetu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na 20 na hivyo tunashukuru pia kwa kumpata huyu mchungaji. Tuna imani kwamba tutashirikiana naye katika kutimiza kusudi la utume huu ambao bwana wetu Yesu Kristo alituahidia. Matukio ya kuwatambulisha wachungaji katika mitaa yao kwa konferensi ya Nyanda za Juu Kusini imefanywa na viongozi wa konferensi hiyo katika mitaa ya Njombe, Tukuyu na Rwanda. Nikiripoti kutoka konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa op channel.